Kwenye hiki kikao cha harusi kati ya Alex na binti aitwaye Linda kulikuwa na makelele ya majibizano balaa. Mama Alex aligoma katakata mwanaye aoe binti kutoka familia ya kimasikini. Alikuwa akipiga kelele za hasira, akamwangalia Linda kwa macho ya chuki, akasema, hata kama dunia itanidiuka, mimi sitaruhusu damu ya kimasikini ingie kwetu. Linda alijisikia kudhalilishwa hadharani. Machozi yakaanza kumtoka huku akitetemeka kimya kimya, lakini kabla hata hajapata nafasi ya kujitetea, mama akaongeza kijeli, wewe ni uchafu, hufai hata kukaa meza moja na mimi. Alex alinyanyuka kwa hasira, akajaribu kumtetea Linda, lakini mama alimgeukia kwa ukali, na wewe kaa chini kijana, hutajua uchungu wa jina nililojenga kwa miaka mingi, hutaharibu adhi yangu kwa mwanamke wa familia ya kimasikini, sitakubali. Wazee waliokaa pale walibaki kimya baadhi wakitikisa vichwa kwa aibu, lakini mama akuwajali. Aliendelea kutoa maneno ya dharau, mwanangu ana damu safi, si ya kuchezewa na vumbi la kifukara. Linda aliinama kitoka sebleni huku machozi yakibubujika kama mvua. Alex alijaribu kumfuata Linda, lakini mama akasimama kwa nguvu akamzuia, akamwambia kwa sauti ya dharau, kama kweli unataka huyu binti masikini, basi ondoka kwenye nyuga yangu, uishi naye huko kwenye vibanda vyao vilivyotoboka pa. Alex akalia kimya, macho yake akimwangalia mama yake, kana kwamba anashangaa ni roho ya aina gani imemshika. Linda akapotea nje, huku akibubujika machozi, ikawa ni picha ya majonzi mama isiyosahaulika. kukomea pale, akaanza kumshambulia Alex mwenyewe kwa maneno mazito, akasema: wewe ni mjinga mwanangu, ujui nilivyokuletea heshima ya mtaa huu, unataka kuniangusha kwa mwanamke wa hovyo umeshindwa hata kujiuliza utaishi vipi bila mimi? Wewe ni sifuri. Alex akatikisa kichwa akalia kwa uchungu, akajaribu kuongea lakini mama akamnyamazisha. Majibizano yakazidi moto, Alex akajikaza akasema "Lakini mama, Linda ndiye mpenzi wangu wa kweli, ni msichana anayeona thamani yangu, sio mali yako wala jina lako" Mama alipoliona hilo alicheka kwa dharau kubwa akasema, "Mapenzi, mapenzi? Ni chakula mapenzi? Atakulisha nini" Hivi unataka kuniambia mimi mama yako nimehangaika maisha yangu yote ili uje kuishi na masikini bila hata kikombe cha chai? Unaniharibia heshima yangu kwa ujinga wako. Alex akashusha macho, moyo wake ukichanwa vipande. Kila mgeni aliyekuja kwenye kikao alikuwa akishangaa sana. Mama aliendelea kufoka bila aibu, akamrushia Alex matusi ya moja kwa moja akisema, ninaona damu yangu imepotewa bure kukulea wewe. Wewe ni dhaifu, huwezi kuamua Ukibaki na huyo msichana basi sahau urithi wangu, sahau jina langu, uendelee na maisha yako ya mtaa, nione utaishije. Alex akabaki kimya akitetemeka kwa hasira na maumivu, lakini hakuweza kutoa jibu tena. Maneno ya mama yalikuwa makali sana. Siku zilipita, moyo wake ulimtaka Linda, lakini maneno ya mama yalikuwa makali kama miiba. Linda akatoweka kabisa kwenye maisha ya Alex, na Alex alikuwa mtu wa mawazo sana hata kushindwa kula. Siku nyingine hii siku Alex alijifungia chumbani akilia kama mtoto mdogo akipingana na uhalisia, lakini mama yake hakuonesha hata chembe ya huruma. Badala yake akawa anazungumza na marafiki zake kwa simu akisema, huyu binti si kitu, nimemtoa kwenye equation ya familia yangu Mwanangu lazima aishi kifalme, sio kuokota mapenzi ya hovyo mitaani. Alex akabaki akiumia kila siku. Siku zikapita, kumbe mama alikuwa na mpango wake. Alimuita Alex akamwambia, naona umeshindwa kutafuta mke, kesho nitakuletea mke wa hadhi yetu. Mama hakutaka kuongea maneno mengi, akawa ameondoka pale, akamwacha Alex akiwa na mawazo mengi sana. Kesho yake ikafika, akaja binti mmoja aitwaye Vanessa. Mama alimfungulia pale mlango na akampokea kwa furaha kama zote yani, ikabidi amwite Alex na akamwambia, huyu ni Vanessa, mwanamke niliyekuambia. Tazama mwonekano wake, si umeona hata wewe mwenyewe. Familia yake ni ya kifahari sana, watoto wao wanakula kwenye sahani za dhahabu, sio kwenye vijiko vya bati kama kwa kina Linda. Alimuita Alex akasema, mimi sitaki tena kubishana na wewe, kama unataka kubaki mwanangu chagua huyu msichana, la sivyo futa jina langu milele. Alex akabaki pale amedua, moyo wake ukigawanyika vipande viwili, huku machozi yakimjaa taratibu. Alex alimuita mama yake pembeni akasema, mama, kwa nini unafanya hivi? Kwa nini huthamini furaha yangu? Wewe unataka jina, mimi nahitaji moyo wangu uridhike. Mama akacheka kwa dharau akasema, wewe ni mjinga, furaha haina maana bila pesa, furaha haina thamani bila heshima ya kifamilia. Ukikataa kusikia maneno yangu, basi usinione tena kwa macho yangu. Sitakubali mwanangu afungwe ndoa ya kimasikini. Maneno hayo yalikuwa ya mwisho siku hiyo, yakimchoma Alex moyoni kama makaa ya moto. Asubuhi moja, mama aliamka na makelele hatari. Alikuwa anataka afanye utambulisho wa Vanessa kwa marafiki zake. Akawa amekaa pale sebuleni akiwa amevalia nguo za kifahari, akaita marafiki zake wote waliokuwepo, na pembeni alikuwa amekaa Alex na Vanessa. Akatangaza kwa sauti ya kifalme, nataka mke wa mwanangu awe mtoto wa kitajiri, sitakubali mtu wa kawaida tutie doa kwenye jina letu. Mimi ni mama mwenye heshima na mwanangu ataendeleza hadhi hii. Hatuwezi kuchafua damu yetu na masikini wanaozurura mitaani. Watu walibaki kimya, wengine wakitikisa fichwa, ila Alex machozi akamjaa moyo wake ukizidi kuchanwa. Pale pale akamwita Vanessa na akamtambulisha hatimaye, nimepata mkwe wa hadhi yangu ambaye ni huyu. Kamwe isingekubali jina langu kuchezewa na mabinti wa mitaani. Pale pale Alex akaongea kwa sauti ya hasira, akasema, mama, kwa nini unashikilia mali kuliko moyo wangu? Kwa nini hutaki kuniacha nikae na mtu ninayempenda? Mama alimwangalia kwa dharau, akasema: hii dunia haina mapenzi, hii dunia ni mali na heshima. Ukienda na Linda utaishia kulala kwenye vibanda, ukienda na Vanessa utaishi kwenye majumba ya kifalme. Sasa chagua wewe, unataka maisha ya tabu au maisha ya kifahari? Ukiniudhi zaidi, sitaki kukuona tena. Alex akashindwa kujibu, akabaki akijikunyata. Wakati huo, Linda hakuwa tena karibu, alikwisha potelea zake akiwa na machozi yake lakini bado kumbukumbu yake ilimkalia Alex moyoni kama mzigo. Mama hakujali hisia za mwanaye. Sasa hii siku, akawa akipiga simu za majivuno kwa rafiki zake, wiki ijayo tunakutana pale kwa sherehe ya kifamilia, mwanangu ataingia kwenye familia ya mamilionea, mimi si mama wa maskini tena, mimi ni mama wa kifalme. Kejeli hili zikamchoma Alex moyoni, lakini hakuwa na la kufanya. Siku zikapita maandalizi ya harusi yakawa makubwa ajabu. Nyumba ilijaa wapishi, mapambo, magari ya kifahari yakawa yanaingia na kutoka, majirani wakabaki midomo wazi. Alex kila siku alijikuta akipoteza nguvu za moyo wake. Kila alipomwona mama akijivuna, akihesabu wageni, aliona kana kwamba amefungwa kamba ya mateso. Kila mtu alimwona Alex kama mwenye bahati sana, lakini ndani yake kulikuwa na majonzi yasiyoelezeka. Vanessa naye hakuwa mtu wa kukaa kimya, alikuwa akijionyesha kila mara kwa kiburi. Aliingia nyumbani na mabegi makubwa, akawa anatembea huku akimwangalia Alex kwa dharau, akimwambia una bahati sana kuingia katika familia yetu, kwani ni watu wengi sana walileta posa kwetu lakini wazazi wangu waliwakatalia. Hivyo ni kuhakikishie kitu kimoja tu, kuanzia sasa utajua kuishi kwa heshima kupitia jina langu. Mama alikuwa pembeni akisikiliza, hapo hapo akacheka kwa furaha, akamshangilia Vanessa, akamwambia ndio maana nilikuchagua wewe, binti mwenye hadhi ya kifalme, huyo mwanangu atajifunza maana ya kuwa na jina kubwa. Alex moyoni alishindwa kuvumilia maneno haya, lakini hakuweza kumpinga mama wala Vanessa. Alijiona kama kiumbe aliyenaswa kwenye mtego wa kifamilia. Usiku ulifika, na Alex akiwa peke yake alilia sana, akijipiga kifua kwa uchungu akisema kimoyomoyo, Linda samahani, sijakuacha kwa mapenzi yangu, ila mama amenifunga. Naomba Mungu siku moja nipate nafasi ya kukupenda tena. Lakini hakukuwa na majibu, kilio chake kiligonga mwamba. Siku ya harusi ilifika bwana, yaani nyumba nzima iligeuka kama kasri la kifalme. Mapambo ya dhahabu yalipambwa kuanzia getini mpaka sebuleni. Magari makubwa yakajazana mtaa mzima, kila mtu akishangaa kama kuna harusi ya waziri mkuu. Mama akapanda jukwani, akajivuna kwa majigambo makubwa, akasema: leo familia yangu imepanda daraja la kifalme. Hii si harusi ya maskini wa mitaani, hii ni sherehe ya familia ya mamilionea. Watu wakapiga makofi, huku wakinong'ona, wengine wakiona kiburi cha mama kimepitiliza. Alex akasimama pale mbele ya umati akiwa amevaa suti ya kifahari lakini macho yake yalikuwa mazito kama mtu aliyefungwa pingu, ila ndani ya roho yake alikuwa akilia. Vanessa naye alikuja akiwa amevalia gami la kifalme lililongaa kwa almasi, akitembea kwa majivuno huko akiwatazama watu chini juu, kana kwamba yeye ni malikia wa dunia. Mama akapiga makofi kwa furaha akasema kwa majigambo, tazameni, huyo ndiye binti wa familia kubwa, binti anayebeba jina langu juu hata wakati padre akisoma maneno ya harusi macho ya Alex yalirudi nyuma, akimkumbuka Linda, machozi yakiwa yamembubujika moyoni. Alijiuliza kama kweli hii ndio hatima yake, lakini hakuwa napa kukimbilia. Mama akawa anashangilia, huku akiwashangaa wageni, akiwatazama kama ana wadarau, akijua amewashinda kwa hadhi. Linda hakuwepo tena, ila kivuli chake kilikuwa kinatembea moyoni mwa Alex, kana kwamba amemfuata hadi kwenye sherehe. Mtaa mzima ukabaki ukizungumza kuhusu harusi ya kifalme, lakini ndani ya moyo wa Alex kulikuwa na kaburi la huzuni. Mama hakujali, akawa akicheka na kufurahia vicheko vya wageni, akijiona kama mtu aliyepanda mlima wa fahari. Alex akajua hakuwa tena na uhuru. Alikuwa mfungwa wa majina, mali na majivuno ya mama yake. Basi maisha ya ndoa yakaanza, siku zikapita na Alex akawa anakufa taratibu ndani ya ndoa yake mwenyewe, lakini safari hii hakutaka kunyamaza tu. Sasa hii siku, Alex akiwa sebuleni akifanya hesabu ya biashara yake, Vanessa akamjia kwa dharau, akimwambia, hata hizo biashara zako ndogo ndogo hazilingani na miradi ya familia yetu. Alex akainua kichwa akamjibu kwa sauti ya kuumia, Vanesa, usidhubutu kudharau kazi yangu, nimehangaika kwa mikono yangu, sijanza jana. Hata bila jina lako, bado mimi ni Alex, nina damu ya heshima, sio mtu wa kutupwa chini. Vanesa akapiga kelele akacheka kwa dharau, heshima? Wewe unaijua heshima? Wewe si ni kwa sababu ya mimi ndo umeipata. Mama akajitokeza pale, pale pale akasema, Alex nyamaza. Usifanye mzaha mbele ya mkeo, acha kiburi cha kijinga. Usiku Alex alimfata Vanessa akamwambia, "Naomba kuanzia sasa uniheshimu mimi kama mumeo, nahitaji heshima kutoka kwako." Vanessa akamwangalia akamwambia kwa dharau, "Alex, wewe ni jina tu kwenye mabango. Ndoa hii ipo kwa sababu mama yako alijua thamani yangu. Usidhubutu kujiweka sawa na mimi." Alex akamjibu kwa uchungu, "Basi kama ndoa ni bango, mimi bora nibaki kuwa kivuli, lakini kumbuka hata kivuli kikikasirika kinaweza kupotea na kukuacha mbele ya dunia." Vanessa akapiga kelele akamwambia, "Nyamaza." Siku zikapita na mama Alex naye akazidi kumkandamiza mwanaye. Siku moja akamwambia, "Mwanangu, acha kulia kama mtoto. Vanessa amekupa hadhi, wewe unatakiwa ushukuru." Alex akasimama akamwangalia mama yake machozi akimtoka, ya akasema, mama, hadhi gani hii inaonifanya mimi nionekane sifai mbele ya kila mtu? Hii ndo furaha uliotaka kwangu? Wewe mwenyewe unajua nilimpenda Linda, lakini ukasababisha haya mateso. Sasa hivi unafurahia mimi kugeuzwa kibaraka? Mama akapiga meza akamwambia, Alex, usinitaje Linda tena hapa, acha kuharibu siku yangu sasa Kumbe bwana Vanessa na yeye alikuwa hataki kabisa kuolewa na hii familia, baba yake ndio alimlazimisha na lengo kubwa ni kuwafilisi na kuwadhulumu mali zao. Sasa hii siku Vanessa alileta karatasi mezani, akazisukumia mbele ya Alex na mama yake akisema kwa sauti ya ujasiri, hizi ni documents za kuimarisha miradi ya kifamilia. Mnapaswa kusaini ili kila kitu kiwe chini ya jina letu moja, tusionekane kama tuna migawanyiko. Alex akaangalia zile karatasi macho yakimtoka, akamwambia Vanessa, hizi siyo documents za kawaida, huu ni mkataba wa mali zetu zote. Kwa nini jina langu na mama limewekwa pembeni? Kwa nini kila kitu kiandikwe kwako peke yako? Vanessa akatupa kicheko cha dharau akasema, Alex, hii familia inasimama kwa sababu yangu. Ukisaini mtapanda hadhi mara mbili ya hapa. Mama Alex kusikia hivyo tamaa ya mali ikapanda. Sasa hapo hapo akawa anamlazimisha mwanaye na akasema, saini mwanangu, usilete ugumu. Hii ndiyo nafasi ya kuhakikisha familia yetu inaonekana imara zaidi. Vanessa anajua anachofanya, usiogope, mimi kama mama nipo. Alex akamwangania mama yake akamwambia kwa sauti ya kuumia, mama, hivi kweli huna wasiwasi? Hizi mali tulizipata kwa jasho letu, leo hii tunaziweka mikononi mwa mtu mmoja tu. Mama, huu sio utajiri tena huu ni mtego. Lakini mama Alex akamkazia macho na maneno ya dharau, Wewe Alex huoni kama tunaenda kuwa matajiri zaidi na huu mkataba? Hebu saini hapo, usiniangushe mbele ya binti huyo akifalme. Kwa shinikizo la kila upande, Alex akawa amesain. Pale aliposain moyo wake ukawa kama umeanguka kwenye shimo refu, alijua kabisa kilichosainwa ni pingu mpya ya mateso. Vanessa akachukua karatasi zile kwa majivuno, akasema, sasa mali zote ziko mikononi mwangu. Kuanzia leo hakuna mtu anayeweza kuniletea upinzani kwenye biashara, na wote humu ndani tutakuwa matajiri na kila mtu atapata utajiri na mali za ndoto zake. Alex akasimama akapiga meza kwa hasira akasema, Vanessa, hiki ni kifungo. Mama, umeona sasa ulivyotuuzia hadhi yetu kwa tamaa yako. Kuna siku mtaona hii ilikuwa ni laana. Mama akapiga kelele, Alex, usiongee kama mimi ni mjinga. Hii ni heshima kubwa sana, Vanessa anaenda kutuletea. Miezi ilipita na Vanessa alianza kutumia jina lake kudhibiti kila kitu ndani ya nyumba. Hii siku alimwita mama Alex hadharani akiwa na marafiki zake, akasema kila kitu mnachokitumia hapa, nyumba, magari, pesa, vyote vipo chini yangu na kwa jina langu. Hata mama mkwe wangu anakula na kulala kwangu kwa hiyo akome kujiona kama ndiye muhimili. Mama Alex akabaki ameduaa, akajaribu kutabasamu, lakini Vanessa akaendelea kumchoma, hapa mimi ndiyo malkia sasa. Alex kumbe alikuwa pembeni, akasimama akamwangalia Vanessa kwa asira, akasema kwa sauti kubwa, Vanessa, sasa umepita mipaka, huyo mama ndiye aliyetufikisha hapa, huwezi kumdhalilisha mbele ya watu. Mama unaona sasa, huyu ndiye uliyejitapa naye, leo anakudhalilisha mbele ya wote nilikuambia hii ndoa ilikuwa mtego mama. Akajaribu kujitetea pale ili asionekane mwenye kosa, akasema Alex, haya ndo maisha kitajiri. Lakini akawa ameondoka pale na akaelekea chumbani kwake, huku machozi yalikuwa tayari yamejaa usoni mwake. Kwa mara ya kwanza alihisi joto la maneno ya mwanaye. Usiku ulifika ikabidi Alex amfate mama yake, na akamwambia kwa uchungu, mama, unajua nini kinauma? Sio Vanessa tu ila wewe mwenyewe kunigeuza kibaraka. Leo umeonja mchuzi wa maneno yake na bado unataka kujivuna. tutaishije hivi mama? Hakujibu, alibaki kimya, lakini moyoni mwake hofu ikaanza kuchipua. Alihisi kama kimbunga kinaanza kumwangukia yeye mwenyewe. Na kweli Vanessa hakukoma, kila siku aliongeza kejeli, akimtupa Alex pemeni kama kivuli kisicho na maana, na sasa hata mama aliingia kwenye orodha ya dharau. Alex akaanza kuona kama dunia inamwangukia kichwani, lakini ndani yake akajua siku moja kila kitu kitafichuka na ukweli utamuuma mama zaidi kuliko yeye. Siku moja Vanessa ali akawa amepanga njama yake kwa uangalifu wa hali ya juu. Alipanga kikao cha familia kikubwa sana, akawa amewaita ndugu zake, marafiki, wafanyakazi na watu wa heshima mjini. Lengo lake hakuwa lingine bali ni kuwafedhehesha mama Alex na mwanae mbele ya kila mtu. Akaongea kwa sauti kubwa sana akasema, kwa heshima ya familia hii, kila mali inayotumika hapa, kuanzia nyumba, magari na biashara zote, zimenunuliwa kwa jina langu. Hakuna chochote kinachohusiana na mama mkwe wangu wala mume wangu, wao ni kivuli tu ndani ya nyumba yangu. Mama Alex akabaki amedua, akajaribu kujitetea kwa sauti ya kigugumzi, Vanessa, hayo maneno si ya haki. Mimi na mwanangu tumefanya kila kitu pamoja, hii nyumba pia tulipambana Vanessa akasema, mama, acha hizo wewe. Ni nani kwenye dunia hii ya kifahari? Wewe ni mama wa maskini tu, hapa hakuna nafasi ya mafukara. Kuanzia leo sitaki kukuona kwenye hii nyumba. Hata tukienda mahakamani, naonesha kabisa mliweka sign, mimi ndo mmiliki wa mali zote kwa kwa majina yangu, kwa hiyo hamna la kunifanya. Akawaita walinzi pale kwa sauti, akasema, mtoeni huyu mama hapa, hata stahili hata kukanyaga sakafu yangu. Walinzi wakaja na nguvu wakamshika mama Alex hadharani, wakamsukuma nje mbele ya macho ya kila mtu. Mama akaanguka chini, nguo zake zikachafuka vumbi, machozi yakaanza kumtiririka bila breki. Alex alipoona tukio lile, moyo wake ulipasuka vipande, akasimama akapiga kelele, Vanessa, hii ni dharau ya kiwango cha juu. Huyu mama ndiye alinilea, ndiye alinipa juna, huwezi kumdharau kama takataka. Vanessa akamwangalia kwa tabasamu la dharau akamjibu, "Alex, utajua leo, wewe ni nani? wewe si chochote, ondokeni hapa, ninyi wote ni mzigo." Kila mtu alibaki kushangaa, wengine wakicheka chini chini, wengine wakigeuka macho kwa aibu. Na hatimaye wakadhulumiwa mali zao na wakafukuzwa kwenye nyumba yao wenyewe. Hata walivyoenda mahakamani, kesi walishindwa kwa sababu walikubali wao kwa hiari yao kumrifisha Vanessa. Wakaanza kuishi kwenye pagale dogo pembezoni mwa mtaa. Hapo alibaki yeye na mwanaye Alex. Maisha yakawa machungu kupindukia, chakula hakikuwepo, nguo zikawa duni na wakati mwingine walilala njaa. Alex alionekana amechoka, macho yake yamezama, huku akiwa na hasira sana na mama yake, kwani ndiye aliyesababisha kila kitu. Mama na mwana wakaishia mitaani wakiombaomba, maisha yakawa mateso ya kila siku. Lakini dunia ina mchezo wake. Linda, yule msichana aliyewahi kudharauliwa na kutupwa pembeni, sasa alikuwa ameibuka kama mfanyabiashara mkubwa wa kampuni ya ushonaji wa nguo. Alikuwa na maduka makubwa, magari ya kifahari, na jina lake lilikuwa linaheshimika mitaani. Siku moja akiwa anapita barabarani, ghafla akamwona mama Alex amekaa chini pembeni ya barabara ameshikilia kikopo cha kuombaomba, nguo zake zikiwa zimechanika, nywele zake zikiwa hazina mpangilio. Linda alishangaa, machozi yakimtiririka, moyo wake ukamwambia, huyu ndiye mama aliyenidharau hadharani. Linda alishuka kwenye gari lake, akamwangalia mama Alex kwa macho ya huruma. Mama alipoona sura ile, akajua aibu imefika kileleni akainama chini kwa aibu, machozi yakimtiririka, lakini Linda akamuinua kwa upole akamwambia, "Mama, pamoja na yote uliyofanya kwangu, mimi siwezi kukuacha ufe barabarani, njoo na mimi." mama Alex akaanza kulia kwa uchungu, akasema, "Samahani Linda, nilikukosea sana. Nilidhani mali ni kila kitu, kumbe nilikuwa nafukuza baraka." Linda akamkumbatia tu bila kujibu vibaya. Baada ya muda, Linda akakutana pia na Alex, ambaye maisha yalikuwa yameshamchapa sana. Alikuwa amepoteza sura yake ya zamani, akawa mtu wa aibu na majonzi. Linda alimtazama kwa macho ya huruma akamwambia, "Alex, ninijua siku moja ukweli utajionyesha. Wewe uliniangusha lakini bado moyo wangu una nafasi ya kukusaidia." Alex alilia kama mtoto mdogo, akamshukuru Linda kwa moyo wa dhati. Lakini bahati mbaya, Linda tayari alikuwa ameolewa na maisha yake yalikuwa yameshasonga mbele. Hivyo, msaada wake kwa mama Alex na mwanaye ulikuwa ni wa kuwapa makazi na chakula tu, siyo mapenzi tena. Waliharibu nafasi yao ya kweli. Mama Alex alikaa kwenye kona ya kitanda chake kila usiku, akilia kimya, akijilaumu kwa kiburi chake na tamaa ya mali. Huku aliomba msamaha kwa mwanaye kila siku. Na hapo ndipo inakuwa mwisho wa story yetu, tuandikie maoni yako hapo kwenye comment. Je, ungekuwa wewe ni Linda? Ungemsamehe mama Alex na kumsaidia tena au ungemwacha dunia imfunze? Kama uja subscribe katika channel yetu, tafadhali fanya hivyo na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata story zetu pindi zinapotoka. Usisahau ku like, ku comment pamoja na kushare. Tukutane tena next time. Bye bye.